Uh, tarehe tano around saa moja usiku ilikuja gari aina Noah inasemekana walikuwa watu watano ambao wote walikuwa wanaume wakaja studio kumuulizia J mada ambaye ni mimi pamoja na Roma. Uh, walivyofika pale wakamchukua Roma, mi sikuwepo, wakamchukua Roma wakafanya naye interview kidogo pale Roma, mahojiano uik uh, kuna Moni ni msanii pia wa Tongwe kutoka Central Zone Dodoma, naye akafanyia pale interview kidogo, alafu baada ya hapo wakamchukua producer wetu mwingine anaitwa Biladen au Bello uh, na wakatokea mtu mwingine wa mwisho ambaye alikuwa around ya studio anaitwa Ima ambaye ni houseboy wa mamangu, wote wakachukuliwa, wakaingia studio wakachukua vifaa ambavyo ni kamera ya studio pamoja na TV na kompyuta. Then baada ya hapo kuna dada mmoja ambaye ni msanii mwenzetu anaitwa The City, akanipigia simu sababu yeye ndo alikuwa anaingia wakati ile tukio, wale watu wakina Roma wanaondoka, The City kaa the, the ndo anaingia, akanipigia simu kwamba DJ, mbona kuna mambo yametokea hapa mi sielewi. Nikamwambia mambo gani? Kuna watu kama wamekuja studio hapa wamechukua vifaa vya studio. Wamemchukua Roma, baba Moni, wms chochote lakini kuja. kwanza na kuja. Kwa wakati nafikiria nitafanyaje? Nikaona cha kwanza hapa kumpigia simu ni Ruge. Nikampigia simu Ruge kakangu nikamweleza iliyotukia studio. Ruge kaniambia cha kufanya hapa inabidi uende polisi ukaripoti. Nikaenda Ustabei polisi nikaripoti fidi ata atasoma ata RB ya polisi pale tukafika polisi aa, kaja, tuka pale nikaambiwa maelezo kwamba mimi sitaki kutoa maelezo pale. Baada hapo tukatoka nje Roma. Around saa 7 tukachana na Ruge usiku hatukupata matumaini yoyote wala chochote kuhusiana na Roma yuko wapi na wasanii wangu wako wapi. Kwa hiyo baada ya hapo, nikampigia simu mke wa Roma nikamwelezea ilotokea, akaniambia usio na wasiwasi, kuwa na amani, kesho asubuhi nitaongea na Ruge, nitaongea na watu, nitaongea na polisi, tutajua tutaendelea. Labda namwomba mke wa Roma aseme chochote ili tuendelee na mkutano wetu. Kwa kifupi, mi sina cha kuongea kikubwa, kwa sababu nilipata taarifa kama anavyosema, alinipigia usiku sana, saa saba ndio muda ambao nilipata taarifa. Kikubwa ninachoweza kusema mi naomba ushirikiano wenu, naomba msaada kutoka kwa vyombo vya sheria, polisi. It's okay. Uh, chap, chap, ndugu waandishi, labda kuwakumbusha tu kwamba Juni walienda kuripoti hilo swala polisi na kwenye RB namba OB mkato RB mkato 5272 mkato 017, kwa kizungu ni OB/RB 5272/017. Hiyo ndio RB namba ya kesi ambayo imefungula pale Oysterbay. Uh, kabla sijaendelea, nitumie fursa hii kumkaribisha katibu washirikisho wa wasanii ndugu Brighton, ambaye naye ana machache ya kushare na sisi. Karibu Brighton. Ya habari ya saizi, ndugu waandishi, kwanza tunawashukuru sana, tunawashukuru sana kwa jinsi navyotupa ushirikiano hasa katika kipindi hichi kigumu kwetu. Kama mnavyoona, tumejawa na nyuso za majonzi sana, kwa sababu hili ni tukio sio la kufurahisha hata kidogo. Kwa hiyo sisi kama viongozi na wasanii kwa ujumla tumefanya jitihada zetu za hali na mali kuhakikisha kwamba wenzetu waliopotea wanapatikana wakiwa salama. Tumejaribu kuzunguka vituo vya polisi vyote vikubwa ambavyo vipo karibu na eneo tukio lipotokea. Mpaka sasa hivi hakuna majibu ya kuridhisha kwamba hao watu wako wapi, na kwa bahati nzuri mchana huu wa leo nimeongea na Afande Simon Siro, na yeye ametusisitiza kwamba tuendelee kuwa na uvumilivu, ili swala wao wanalishughulikia, na kwa bahati nzuri kama polisi wameshapata taarifa zetu wameshafungua jalada na hivyo pia amependa kwamba tuendelee kupunguza munkari wa kuilaumu serikali. Lakini ukweli ni kwamba sisi kama wasanii hatuilaumu serikali hata kidogo. Serikali sisi tunajaribu kupaza sauti zetu kuomba, na kama mujibu na jinsi wanavyopaswa kufanya ni kwamba kutetea na kulinda mtu na mali, basi na sisi tuna, tunaomba ulinzi huo na tunahitaji wenzetu kule walipo wapatikana wakiwa salama. Na Simon Siro ametuhakikishia hilo kwamba yuko na chombo, ameunda tume maalum, sijui chombo maalum katika kuhakikisha kwamba hawa ndugu zetu wanapatikana wakiwa salama, na vile vile ametuahidi kesho saa tano na nusu uh, wote kwa umoja wetu wasanii pamoja na ndugu zetu waandishi wa habari tufike ofisini kwake, pale ataweza kutupa taarifa ya hali inavyokwenda na, na wapi amefikia kama ame, amewapata au kuna taarifa yoyote ambayo inawahusu wao ambao wamepotea. Sisi kama wasanii tunaomba sana jamii, ndugu zetu waandishi wa habari, tuendelee kupaza sauti kwa pamoja, kuwapa habari wale ambao hawana habari kwamba tumeumia sana na tunawatafuta wenzetu. Wako wapi wakina Roma? Mtu yeyote atakayekuwa na taarifa hizi tunaomba awasilishe taarifa katika vyombo vinavyohusika. Basi ndugu zetu wapatikane wakiwa salama, na siamini siamini siamini kama kuna, kuna jambo baya ambalo litawakuta. Naamini sasa hivi wapo salama na ni mapito, na siku mbili hizi inawezekana, hata leo baadaye tukawanao tena. Kwa hiyo tu ni umoja na ushirikiano wetu wote kwa pamoja kuendelea kupaza sauti zetu kuhakikisha kwamba tunawapata ndugu zetu. Wako wapi wakina Roma?